zisitolewe kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Nani, pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanawafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawazuru. Tisa, wakati haya yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali mbali, na wanaoyatoa wanasema wanaohamasisha